guzi na wageni kutoka mataifa mbalimbali mbali, wameanza kuingia nchini kushuhudia kuapishwa kwa rais mteule wa awamu ya tano Dr. John Magufuli hapo kesho katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Mwa marais watakaohudhuria sherehe hizo ni pamoja na Robert Mugabe, rais wa Zimbabwe, Yoeri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, Paul Kagame, rais wa Rwanda, Jacob Zuma, rais wa Afrika Kusini. Wengine ni Joseph Kabila rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uhuru Kenyatta rais wa Kenya, Filipe Nyusi rais wa Msumbiji na Edgar Lungu rais wa Zambia. Malawi itawakilishwa na makamu wa rais Saulus Chilima, huku Namibia ikiwakilishwa na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Netumbo Nandi Ndaitwa. Aidha, serikali ya China itawakilishwa na makamu mwenyekiti wa chama tawala Vilevile vile nchi nyingine ambazo zimethibitisha kushiriki na zitawakilishwa na kati ya makamu wa rais, waziri mkuu, spika au balozi ni pamoja na Burundi, Komoro, Angola, Botswana, Lesoto, Madagaskar na Mauritius. Nyingine ni Norway, Oman, Sudani Kusini, Sweden, Umoja wa Falme za Kiarabu, Marekani, Uingereza, Shelisheli, Swaziland, Algeria, Misri, Benin, Denmark, Ethiopia, Finland, Ufaransa, Ghana, India, Japan, Kuwait, Uholanzi na Nigeria. Wakuu wa mashirika ya kimataifa na kikanda waliothibitisha kushiriki au kutuma wawakilishi wao ni pamoja na Umoja wa Mataifa UN, Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Ulaya EU, Jumuiya ya Ukanda wa Nchi za Maziwa Makuu. Katika hatua nyingine, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamezungumzia juu ya maandalizi ya sherehe za kuapishwa kwa Dkta John Magufuli hapo kesho. Maandalizi ni makubwa, ukiona mji umejaa foleni za magari. Tulilazimika kupaki magari leo tukatembea kwa miguu baadhi ya maeneo. Hii inaashiria kwamba dunia imekuja. Maandalizi ni mazuri tangia mwanzo wa kampeni na mpaka ilivyofikia. Maandalizi ni mazuri sababu Shughuli zote zilizofanyika katika kampeni tumeziona, mpaka kukabidhiwa cheti chake tumeona, kwa maana ni maandalizi mazuri, na imani kwamba tunapata rais ambaye anaweza akatusaidia na sisi ambao ni wajasiriamali, kama aliyoahidi mwenyewe kwamba nani atatusaidia, hata hata atafanya mambo, ambapo yale yote yaliyokuwa nyuma atatengeneza, yatakuwa vizuri. Kwa mfano madawa, hospitali Eh, yote hayo tunaomba awe pamoja na sisi tunavyotaka. <laughs> Sisi yani sisi kwa wanawake wote tunataka tuishi tu kwa amani tufanye biashara zetu kwa, kwa amani kama kipindi cha nyuma huko, basi ndio iendelee hivyo hivyo. Jamii jamii pia ina mambo mengi, wanakosa wanahitaji wapate mambo mengi, mfano huduma za jamii, afya, elimu, maji. Grace Kingalame, TBC, Dar es Salaam.